ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo, kwa sababu sisi tumekaa kimya. Tunatukana kila siku, umekaa kimya, unatukana. Sasa unajiuliza, hivi hawa jamaa wanataka nifanyeje? Nife? si wanatukana mpaka maiti. Haiwezekani, kusinajitoa na mimi nawashauri, bila shaka yoyote, watu wote ambao hawaridhiki na hali inavyoenda, toke ili tuachie chama chao waendelee nayo. Natangaza rasmi hukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo, na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu, kama alivyosema mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu, kwa sababu na kwa nini tume- tumesema haya kwa sababu kuna mambo yanaendelea endelea huko watu wanaondoka ondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya, hatukuingia Chadema kufuata vyeo, hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii, tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii.